we unaangalia shule ulio nayo mimi naangalia neno la mungu daudi alikuwa ni mchunga kondoo kwenye orodha ya watoto wa yese yese wakati anagawa majukumu daudi alipelekwa kuchunga ng'ombe kuchungwa kondoo yaani yese aliona kazi inayomfaa daudi nikufanyaje kuchunga nikufanyaje kuchunga yaani wewe inawezekana kwenu mama yako na baba yako walichoona unafaa ni kwenda cherehani lakini Mungu anachoona wewe unafaa ni kuwa mtu mkubwa kwenye taifa. Amen. Sisi makuhani, chochote kikipokelewa kwa shukulani huwa kinafaa. Kwa nini? Kwa sababu tunavipatanisha vitu vyote na nani? Na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuna neema ya ukuhani ndani yetu. Watu wa Mungu, nanielewa? Amen. Au ninakupeleka mbali? Watu wa Mungu, mnanielewa? Amen. Okay. Kwa hiyo chochote unachokifanya wewe inapaswa ufanye ukiwe na mentality hii, wewe ni mfalme mbili, wewe ni kuhani, kwa wewe ni mwombezi wa mambo yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni nani? Ni kuhani. Lakini wewe ni mtawala wa maisha yako na vitu vyako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni nani? mfalme. Ebu sema, mimi ni mfalme. Mimi ni mfalme na mimi ni kuhani. Lazima kwenye mentality yako uwe na luli Listen to me. Utawala, na ndio maana at the peak point ya mambo tunasema, haikuwa rahisi yes. Ni mkono wa Mungu yes. Umenibeba Amen. Haikuwa rahisi yes. Huu wimbo unakuja kwenye maisha yako unakuja kwenye biashara yako utasema tu haikuwa rahisi yes. Lakini mkono wake umenibeba yes. Haikuwa rahisi yes. Neema yake imenibeba yes, haikuwa rahisi yes. ni nguvu yake imenibeba yes, hili yes. yes, duka sio rahisi. Yes. Neema imenibeba yes. Hii kazi sio rahisi yes. Neema imenibeba yeah, nasema, yeah, neema imenibeba yeah, nasema kwa jina la Yesu. Yeah. Yeah. Kila mahali ulipo nasema kwa jina la Yesu, neema ya madabao ikubebe, yeah, nasema neema ikubebe, yeah, neema ikubebe ikupeleke viwango, neema ikubebe ikupandishe daraja, yeah, neema ikubebe, yeah. Ikutambulishe kwa wakuu, neema ikubebe, yeah, nasema neema ikubebe ikufikishe yeah neema ikubebe ikupeleke kwenye hatima kwa jina la Yesu Kristo. Kama unaamini piga kea, sema amen. Sometimes I sit na and I I ask God with the next millionaire in this I want to press my hand there nani tajiri wa hii huduma? Nataka kuweka mkono juu yake ili mabaya simpate. Nauliza, ni wakina nani ambao Mungu anataka kuwainua kwenye mamlaka za nchi na serikali, ili asiwepo yote wa kuwafukuza kazi, ili connection isitokee okay. ili promotion isitokee okay. I just nasema binasema, jicho la Bwana lipo kila mahali sikizunguka ili kuwatafuta wema wale wa mchao, na mimi kama aposo huwa ninakaa Jicho langu linatazama, umemleta nani kwa ajili ya nini. Wengine nikiwaangalia hivi ninawaona mamilioni wa kesho, wanangu, amen. Ninawaona yes, ninawaona yes. kuna watu mtakuja na renji zenu hapa, ninawaona yeah. Kuna watu mtakuja na alfadi zenu V8 zenu, nawaona yeah. Na yeah, kuna watu na na makampuni yenu nawaona, kuna kuna watu watu watakuwa na very great testimony. Namshukuru uh, apostle, uh, Mungu Uh, nimekuja na eh, sema um. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi sio wa kawaida, mimi anza kuomba namna hiyo. Nguvu ni kusema Kwa jina la Yesu. Mimi sio wa kawaida, mimi sio wa kawaida, mimi sio wa kawaida, mimi sio wa kawaida, mimi sio wa kawaida, kwa jina la Yesu. Mimi sio wa kawaida. Mimi sio wa kawaida. Kwa neno la ah, mtumishi wako mimi sio wa kawaida, mimi sio wa kawaida. Kwa tamko la mtumishi wako mimi sio wa kawaida. Mimi sio wa kawaida. Mimi sio wa kawaida. Mimi sio wa kawaida. kawaida. Naomba sema kwa sauti yako yote. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Inawezekana, inawezekana, nilikotokea, nilikotokea, mimi ni mtumwa, mimi ni mtumwa, lakini kwa neno. Kwa neno. Lahima dhabao, Lahima dhabao. Inua mikono yako, hebu sema kwa neno, lahima dhabao. Inawezekana. Nilikotoka. Nilipotoka. Mimi ni mtumwa kwa neno Mimi. Mimi sina kibali, sikubaliki, si sieleweki, si si si sawa. Sawa, lakini kwa neno lako napokea kibali, kwa neno la imadhabahu napokea harufu njema na napokea mvuto, napokea mvuto, mvuto wa kiungu, mvuto wa kiungu, matajiri, matajiri, wenye vyeo, wenye vyeo, watu wenye nguvu, watu wenye nguvu kwenye hili taifa, kwenye hili taifa, wewe upande wangu. upande wangu, wewe upande wangu, wewe upande wangu, wewe upande wangu, upande wangu. Unajua haya maneno kama uyaamini, mimi naomba kwa jina la Yesu yawe ya kwangu. Akitokea mtu yoyote ayaamini sauti zote hizi, basi ziwe zangu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.